Hebu tuambie uhusiano wako na, mm, na, na, na Dully Sykes babako mdogo ka ia? yeah, ni babangu mdogo amenilea, uh, uh, kwa namna moja au nyingine, si unajua bwana oh, okay. Mzee wangu mzee wangu mimi ame, amesaidia watu wengi sana mzee wangu mimi ni msanii pia mm. Amesaidia watu wengi sana. Dully Sykes yenyewe akasaidiwa na mzee wangu, Juma Nature akasaidiwa okay. na mze wangu. Yeah. Mm. wasanii kibao ambao nilizoshea mwanangu mimi umeona. Mm. Basi tu amenitupa tu sasa hivi kwamba ni ile so wanikumbuki. Uh, mm. Lakini mwasaidia watu wengi sana babangu mm. na yeah, alikuwa naimba na uh, kama unakumbuka, una mkongwe bwana, Mabaga Fresh, tunatabika kujitegemea ah, ziaa nafia kwa mzee maskani kwao n. Kwa hiyo Dully Sykes i ni mtu ambaye kwanza alikuwa ananipenda tangia mtoto, umuona bwana. Mimi na mimi nilikuwa nampenda tangia ni mtoto hadi nakuwa, nasema mimi natamani kuimba kama anavyoimba baba. Nilikuwa naitwa nani? Jina langu, babangu alikuwa naitwa JB mkuu wa majaji, lakini mm -hmm. Unajua kru ndo limekuja kubeba jina jingi sana Mabaga Fresh, Mabaga Fresh walikuwa ni wawili, yule mwenye magongo yule, ah. Mmoja anataka, ana magongo sasa mm. mwenye magongo ndo mzee wangu, kaka zetu, kaka zetu enzi hizo